Waziri wa Ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth amewaita maafisa waandamizi wa jeshi mamia ya majenerali na admirali kuhudhuria mkutano wa hafla wiki ijayo katika kambi ya Marine Corps Quantico, kaskazini mwa Virginia. Uwepo wa mkutano huo ambao umeripotiwa kwanza na gazeti la The Washington Post unakuja baada ya hatua kadhaa zisizo za kawaida na zisizoelezwa ambazo Hegseth amezichukua dhidi ya viongozi wa kijeshi. Kwa sasa jeshi la Marekani lina takriban majenerali na admirali mia nane wa ngazi tofauti, ambao wengi wao wanaongoza maelfu ya wanajeshi walioko kote duniani katika nchi zaidi ya kumi na mbili na katika nyakati mbalimbali. Amri hiyo haikutoa sababu ya wazi ya kukusanyika kwa makamanda hao waandamizi wenye vyo kuanzia nyota moja na kuendelea pamoja na washauri wao wakuu. Wengi wao wameutaja mkutano huu kuwa wa kipekee na usio wa kawaida. Msemaji mkuu wa Pentagon siani paneli amethibitisha kwamba Hegseth atawahutubia viongozi waandamizi mapema wiki ijayo.